Ndugu zangu katika Kristo, tumefika hapa siku ya leo kushiriki katika ibada takatifu ya misa ya kuanua matanga na kuendelea kumwombea baba yetu Askofu Mkuu Novatusi Rugambwa, ambaye alikuwa balozi wa Baba Mtakatifu katika nchi mbalimbali, Tanzania, na mwanajimbo mwenzetu. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha yake na jinsi tunavyojua tunaendelea katika maadhimisho ya ibada ya misa takatifu kuendelea kumwombea huyu baba yetu. Ninawashukuru ninyi nyote, Baba Askofu Methodius Kilaini, Wamonsinyori, mapadre, watawa, wanafamilia na waamini nyote, jinsi mlivyoshiriki katika kumsindikiza baba yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Wengi ambao wameshiriki au walishiriki tayari wametoa taarifa zao kwamba wanashukuru jinsi mazishi yalivyoenda na ibada ya misa takatifu ilivyoenda. Yametoa ya maazimisho hayo, yametoa heshima kubwa na hadhi ambayo alistaihili. Ninawashukuruni sana kwa ukarimu wenu ngionyesha na wale kwa namna ya pekee. Basi vilevile niwatambulishe waheshimiwa, masista, shirika na televisheni Mbiu, wote tunawashukuru kwa jinsi mlivyoshiriki katika kumsindikiza huyu baba yetu. Kwa sasa hivi ninaendelea kualika kutafakari juu ya uzima na kilele chake katika ufufuko. Na masomo tuliyoyasoma, la kwanza, la sa, la pili na la tatu, yanaelekea huko kuhusu uzima na kilele chake katika ufufuko, yaani maisha yetu yanavyo ishia katika ufufuko. Sisi wa Katoliki tunayo imani thabiti katika ufufuko wa wafu. Ni imani hiyo inayojidhihirisha katika kila mkusanyiko tuliokuwa nao na chote au yote yaliyotendeka, ili kuendelea kumpatia Baba Askofu Mkuu at usiugambwa heshima na hadhi stahiki katika mazishi eh, mama yetu wa Kimandaro. Wapendwa, ufufuko na uzima wa milele ndio kilele cha uwepo wetu hapa duniani. Na, omba nirudi, ufufuko wa wafu na uzima wa milele ndiyo kilele cha uwepo wetu hapa duniani. Ndiyo maana katika Injili tuliyoisikia Kristo anatuambia, mimi ndimi uo ufufuo na uzima, yeye aniaminie ajapokufa atakuwa anaishi naye, kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Ndugu zangu, huu ni uthibitisho wa kile tulichokisikia pia kwenye somo la kwanza linalotuambia au lililotuambia roho yao wenye haki wamo mikononi mwa Mungu, wala maumivu hayatawagusa wagusa. Na chimbuko la imani hiyo Yaani kilele chetu au chimbuko ya hayo yote ni Mwenyezi Mungu huyu ambaye sisi wa Katoliki tunasadiki na tunakiri kuwa Mungu ni moja katika nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Imani hiyo ndiyo urithi na utambulisho wetu sote tuliokombolewa na Kristo mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni, yeye ambaye ni Mungu kweli na mtu kweli, ili tuwe na uzima na tuwe nao tele. Wapendwa, uzima wetu unafikia kilele katika ufufuko, kama tukidumu katika kanisa uzima wetu unafikia kilele katika ufufuko kama tukidumu katika kanisa lililo mwili na mchumba wa Kristo, yeye ambaye ndiye ufufuo na uzima. Ndiyo maana tunaalikwa na mtume Paulo kudumu katika upendo wa Kristo kama tulivyosikia katika somo la pili tukitambua na kuamini kwa dhati kwamba ufufuo katika Kristo ndicho kilele cha uzima wetu, hakuna kitakachoweza kututenga na upendo wa Kristo, hata panapokuja dhiki au shida au adha au njaa au chuki au hatari au upanga, hata magonjwa na misiba pamoja na changamoto nyingine za maisha. Wapendwa, maneno hayo ndiyo tunayojifunza kutoka kwa Baba Askofu Mkuu yeye ye, ye, ali na baadhi yetu tulipokwenda kumwona na kumsalimia, ulikuwa unaona ana imani hiyo. Hakutengwa hata katika ugonjwa wake, hakutengwa au ugonjwa akumtenga na Kristo, au hali aliyokuwa nayo akutengwa na Kristo. Matumaini aliyaweka katika Kristo na aliamini katika ufufuko, na ameishi na kufundisha hayo. Amedumu katika upendo wa Kristo hadi mwisho wa maisha yake, na tunasadiki kuwa ufufuko katika Kristo ndicho kilele cha maisha yake hapa duniani. Baba yetu Rugambwa aliamini hiyo, na kama tulivyokwisha sema aliweka matumaini katika hilo. Wapendwa, kwenye Injili tumesikia Kristo akimwambia Marta, aliyekuwa na dada yake Lazaro, na leo anatuambia kila mmoja wetu, lakini kwa namna ya pekee, dada na wanafamilia na sisi sote tuliopo hapa sote, anasema askofu mkuu Novatus Rugambwa atafufuka. Bwana wetu Yesu Kristo anatualika tuache kujiulizwa maswali mengi kuhusu kifo, kwa sababu ufufuko ndiyo unatoa majibu. Na yeye alimwambia Marta kwamba yeye ndiye ufuko na uzima, na Marta naye akasema najua kuwa atafuka katika siku ya mwisho. Kwa hiyo tuendelee kuamini katika hayo na tuamini kuwa roho ya baba yetu Askofu Mkuu Novatus Rugambwa imo mikononi mwa Mungu, kwa kuwa alikuwa mtu mwenye haki kwa wote aliyokutana nao, bila kujali cheo. Na wakati wa msiba eh, kabla ya mazishi, tuliongea mengi kwamba yeye hakuwa na ubaguzi, alikuwa mnyenyekevu mkubwa, wepesi na ukawaida na maneno mengi sana eh, sifa nyingi zilitolewa. Tunayo imani kwamba kwa kupitia fadhila hizo alizokuwa nazo zinaonyesha kwamba huyu baba yetu, Mwenyezi Mungu atampokea katika uzima wa milele. Na kwa namna ya pekee, kama tulivyoambiwa, yeye apenda kujikweza, licha ya kwamba alikuwa na uwezo mkubwa. Lakini mimi nakumbuka wakati fulani tukiongea naye alituambia yeye napendi kusafiri katika first class au business class kwenye ndege. Kila mara alisafiri usafiri wa kawaida ekonomi. Anasema, nikiangalia watu walio na shida ni wengi, na alipenda zaidi kujitolea kufanya majitoleo kuwasaidia watu waliokuwa na shida za namna mbalimbali kwa hiyo yeye yote aliyatolea kwa Mungu aliyatolea kwa Mungu ili watu ambao wana mahangaiko wana changamoto waweze walau eh, kusaidiwa kwa hiyo na sisi tunapoendelea eh, na misa mbalimbali za kumwombea, kila mmoja aendelee kuangalia ni kitu gani ambacho anaweza akajifunza. Sisi maaskofu, mapadre, waamini, wale wote ambao wamefika hapa wenye mapenzi mema, uangalie ni kitu gani unaweza ukakiga wake kuna watu wenye shida nyingi. Yeye sadaka, kama tulivyosema, sadaka mojawapo ilikuwa ni iliku kusafiri katika usafiri wa kawaida, ili watu wengine waweze kupata msaada wake. Wapendwa, mwisho ninaendelea kuwalika mapadre, wanafamilia na waamini wana wote tuendelee kumwenzi huyu baba yetu kwa utume wake ambao ameufanya, sisi ambao tumebaki nyuma tudumu katika imani, na sisi kama jimbo tunaendelea e, walao au na tutajitahidi kutunza e, yale ambayo yeye ameacha nyuma. Kama tulivyokushasema, tulianzisha archive. Nadhani vitu vyake ndivyo vitaanza kwenye archive hiyo kutunza urithi wake na kuendelea kumwenzi kwa namna mbalimbali e, kwa mbali. Kwa hiyo hayo yote tulio yasikia wakati huu wote wa msiba, tuendelee eh, kumuombea na kuendelea kuweka matumaini katika yote yale ambayo tunajifunza kutoka kwake. Tumsifu Yesu Kristo.